Kuna wakati unafikiri unajua kila kitu, lakini kisa kimoja cha maisha kinaweza kubadilisha kila kitu. Leo kwenye MK Mastori tutakupeleka kwenye simulizi ya kweli ya mzee mmoja aliyeonekana kama maskini, lakini aliyezalia alama isiyoweza kufutika. Mzee maskini aliyefukuzwa kanisani, lakini kila mtu alilia alipofunyiwa jina lake halisi. Ilikuwa ni Jumapili yenye jua kali, lakini upepo wa asubuhi ulileta baridi kidogo kwenye mji wa mlimani. Watu walikuwa wakimiminika kanisani, wakiwa wamevalia mavazi yao mazuri. Sauti za kwaya zilijaza anga na kila mtu alionekana mwenye furaha na amani. Lakini pembeni ya barabara alikuwepo mzee mmoja aliyevaa nguo zilizochakaa. Miguu yake ilikuwa imepata nyufa suruali yake ilikuwa na viraka na kanzu aliyovaa ilionekana kama imeoshwa mara nyingi bila sabuni. Alitembea pole pole akishikilia fimbo ya mianzi. Jina lake halisi lilikuwa mzee Rashib, lakini mjini walimjua tu kama yule maskini wa sokoni. Alikuwa mkusanyaji wa chupa na makopo. Hakuna aliyejua alipotoka wala familia yake ilikuwa wapi. Siku hiyo aliamua kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi kuingia kanisani, alisema moyoni, leo naenda kumwona Mungu, sio binadamu. Akavuta pumzi ndefu, akaanza kupanda ngazi za kanisa kuu la mlimani. Lakini macho ya watu yakamfuata kama sumaku, wengine wakinong'ona, wengine wakicheka kwa chini. Mzee Rashid alijaribu kutabasamu. Lakini akahisi moyo wake unasisimka kwa maumivu yasiyoelezeka. Wakati mwingine, binadamu hutoa hukumu kabla ya kusikia hadithi nzima. Wanaona mavazi, wakasahau moyo. Mlinzi wa kanisa, kijana aliyevalia suti nyeusi, alisimama mbele yake. "Baba, unaenda wapi?" aliuliza kwa sauti ya dharau kidogo. Mzee Rashid akajibu kwa upole, "Nimekuja kusali, mwanangu." Lakini kijana huyo alimwangalia juu chini, kisha akasema, baba, hapa si sehemu ya kuchangia au kutafuta misaada, ni ibada. Tafadhali ondoka. Kauli hiyo ilikatisha pumzi ya wazee waliokuwa karibu. Wengine walianza kumcheka, wengine wakipiga picha kimya kimya, wakipanga kuziweka mitangaoni. Mzee Rashid alijaribu kueleza, nataka tu kumsifu Mungu, lakini sauti yake ilikatwa na makelele ya watu waliotaka ibada ianze. Askofu alipokuwa akijiandaa kuanza ibada, akaona vurugu hiyo na kuuliza, nini kinaendelea? Mlinzi akaenda kumweleza kuwa kuna maskini anachafua mazingira ya ibada. Askofu kwa hasira akasema, mwondoe nje kwanza, hatuwezi kuanza ibada na mtaani huyo hapa ndani. Kauli hiyo ikasababisha ukimya mzito kanisani, lakini hakuna aliyethubutu kupinga. Ni rahisi kumfukuza mtu maskini, lakini si rahisi kujua kama Mungu alikuwa akimjulisha kuja naye. Wakati mzee akigeuzwa kwa nguvu kuelekea nje, kijana mmoja wa kwaya alijaribu kumtetea, labda ana sababu yake, tusimhukumu haraka. Lakini sauti yake ilimezwa na kelele za waumini waliotaka ibada ianze. Alipotoka nje, mzee Rashid alikaa kwenye kivuli cha mti mkubwa. Aliangalia juu mbinguni, machozi yakimtiririka taratibu. Mungu, labda leo nimekosea kukujia kwa sura hii, aliuliza kwa sauti ya uchungu. Wakati huo, mtoto mdogo wa kike alimtazama kutoka dirishani mwa kanisa. Alimrushia tabasamu na kumletea kipande cha mkate. Mzee Rashid akapokea kwa upole na kumwambia asante mwanangu, Mungu akupe moyo wa rehema. Ibada ilipokuwa ikiendelea ndani, ghafla radi ilipiga mara tatu. Taa zikazimka kwa sekunde kidogo. Watu wote wakatulia kimya huku askofu akihisi kitu tofauti moyoni mwake. Alipotazama nje kupitia dirishani, alimwona yule mzee ameinua mikono juu akiomba kimya kimya. Askofu akajihisi na wasiwasi mwingi ndani ya moyo wake. Kana kwamba Mungu alikuwa akimtazama kupitia macho yake ya mzee huyo. Kuna wakati Mungu huvaa mavazi ya unyonge ili apime mioyo ya wale wanaodai wanamjua. Baada ya radi kupiga, ibada ilisitishwa kwa muda. Askofu alisimama kimya, akihisi kitu kizito moyoni mwake. Hakuwa na amani kabisa. Alihisi kama Mungu alikuwa akimkemea kwa jambo fulani, ingawa hakuelewa ni nini hasa. Baada ya dakika kadhaa, umeme ulirudi na watu wakaendelea na nyimbo, lakini safari hii furaha ile ya mwanzo haikuwepo tena. Nyimbo ziliimbwa bila hisia, kama moyo wa kila mtu ulikuwa umekosa amani. Baada ya ibada kumalizika, watu walianza kuondoka mmoja mmoja. Askofu akiwa bado amechanganyikiwa, alimuita yule mlinzi, yule mzee yupo wapi? Mlinzi akamjibu, Nimemfukuza kabisa, labda yupo nje bado. Askofu akanyanyua biblia yake akasema taratibu, Mungu ameniona kitu leo, twende tukamtafute. Watu wote wakashangaa kuona kiongozi mkubwa wa kanisa akitembea kuelekea nje, huku kamera za waumini zikimfuata kimya kimya. Walipomkuta mzee Rashid bado amekaa chini ya mti, alikuwa anaomba kimya kimya. Alipowaona wakimkaribia, hakusogea Alinyanyua kichwa taratibu na kusema, najua mmeona maskini, lakini Mungu huona mwanaye. Wakati mwingine maneno rahisi kutoka kwa mtu mnyenyekevu yanaweza kumgusa hata aliye juu zaidi. Askofu alimsogelea polepole, uso wake umejaa aibu. Baba, samahani kwa yaliyotokea ndani, sisi ni wanadamu, tunakosea. Lakini mzee alitabasamu na kusema, Mungu akusamehe mwanangu, maana uliamini macho kuliko moyo. Watu waliokuwa karibu walianza kububujika machozi, walihisi kama Mungu alikuwa akizungumza moja kwa moja kupitia mzee huyo. Wengine walianza kuinama wakilia kimya kimya. Askofu akamkaribisha tena ndani ya kanisa, lakini mzee Rashid akakataa. Siwezi kuingia sasa, maana nilikuja kumwona Mungu na nimeshamwona kupitia mioyo yenu. Kauli hiyo ikawafanya watu waamue kukaa kimya kabisa. Baada ya muda mfupi, mzee huyo akauliza, "Askofu, unaweza kunisaidia kuzungumza na watoto wa yatima wa pale karibu?" Askofu akakubali bila kusita, akaandaa gari na kuongozana naye. Walipofika kwenye kituo cha watoto yatima, watoto walimkimbilia mzee Rashid kwa furaha. Wote walimwita Babu Rashid. Hapo ndipo askofu aligundua kuwa mzee huyo alikuwa akiwahudumia watoto hao kwa miaka mingi bila msaada wowote. Wa wale wanaosaidia kimya kimya, mara nyingi ndio walio karibu zaidi na moyo wa Mungu. Askofu alibaki mdomo wazi alipoona vyombo vya chakula vilivyotengenezwa kwa mikono ya mzee huyo. Kila kituo cha mtoto kilikuwa na alama ndogo iliyoandikwa, upendo si maneno, ni matendo. Mzee Rashid alimwambia nilipoteza familia yangu miaka ishirini iliyopita katika ajali. Tangu siku ile niliapa kutumia maisha yangu kusaidia waliopoteza matumaini. Maneno hayo yakapita kama upepo wa upole ndani ya moyo wa askofu. Askofu alianza kulia hadharani. Tumefukuza upendo bila kujua, alisema huku akiinama mbele ya mzee huyo. Watu waliokuwa wamefuata kutoka kanisani nao wakainama kwa aibu. Mzee Rashid akamshika bega na kusema Usilie mwanangu, maana Mungu hutumia aibu kufunua hekima. Akaendelea, siku zote kumbuka, kanisa si jengo, ni moyo unaopenda. Wakati jua likianza kutua, askofu alimwomba mzee Rashid kurudi nao kanisani kwa ajili ya ibada fupi ya toba. Mzee alitabasamu akasema, nitakuja lakini si kwa suti, bali kwa moyo. Kuna toba ambazo haziwezi kuimbwa kwa wimbo bali huonekana kwa machozi ya unyenyekevu. Jioni ile, anga lilikuwa limetulia. Wingu zito la mawingu lilifunika kanisa la mlimani, likionekana kama Mungu mwenyewe alikuwa akishuka kushuhudia. Kila mtu aliyesikia kilichotokea mchana ule aliamua kurudi kanisani tena. Askofu alisimama mbele ya madhabahuni akiwa amenyenyekea. Hakuwa yule yule wa majivuno aliyekuwa akitua maagizo asubuhi. Sauti yake ilikuwa ya chini na yenye unyenyekevu. Leo si siku ya kuhubiri, ni siku ya kuomba msamaha. Watu waliojaa ndani ya kanisa walibubujika machozi. Walikumbuka jinsi walivyomcheka yule mzee maskini. Wengine walionekana wakiinamia viti, wengine wakinong'ona sala zao kimya kimya. Kisha mlango wa kanisa ukafunguliwa taratibu. Mzee Rashid akaingia akiwa amevalia yale yale mavazi ya asubuhi, machafu lakini yenye heshima ndani yake. Ukimya mzito ukatawala ghafla, kama malaika walivyokuwa wakipita katikati yao. Askofu alimkaribisha madhabahuni na kusema, Baba, tumejifunza kupitia wewe. Tafadhali tuambie, wewe ni nani hasa? Mzee alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akavuta pumzi ndefu. Kuna siri ambazo Mungu huzificha kwa muda hadi mioyo iwe tayari kuzipokea. Jina langu halisi, alianza kusema kwa sauti tulivu, si Rashid kama mnavyonijua. Nilikuwa nikijulikana kama Dr Rashid Baraka, mmiliki wa hospitali kubwa hapa Mlimani, miaka iliyopita. Ukumbi mzima ukapiga kelele za mshangao, wengine wakainama, wengine wakashika vichwa. Askofu mwenyewe alishindwa kuamini, mtu aliyefukuzwa kwa mavazi machafu ndiye aliyekuwa mfadhili mkubwa wa zamani wa kanisa hilo. Mzee Rashid aliendelea. Nilipata ajali mbaya miaka ishirini iliyopita, nikapoteza kila kitu, familia, mali na afya. Watu niliowasaidia walinisahau sahau. Hata kanisa hili lililowahi kubarikiwa na mikono yangu. Alikaa kimya kwa sekunde, machozi yakimtiririka. Lakini nilijua Mungu hakuwa ni adhibu, bali alikuwa nifundisha kuona thamani ya moyo kuliko mavazi. Askofu alishuka kutoka madhabahuni akapiga magoti mbele ya mzee huyo. Tumesahau maana ya upendo, tumebeba Biblia mikononi lakini mioyo yetu imejaa hukumu. Ukiona kiongozi akilia kwa toba ya kweli, fahamu Mungu ameingia ukumbini. Mzee Rashib akaminua askofu na kumkumbatia. Mwanangu, alisema kwa upole, toba siyo maneno, ni kitendo cha kuanza upya. Watu wote wakaanza kuimba wimbo wa toba bila hata kuongozwa. Kwaya nzima ilianza kuimba kwa sauti ndogo: moyo safi ni zawadi, usivivue kwa macho, vaa kwa roho. Nyimbo hizo ziliendelea hadi machozi yakageuka kuwa sala. Askofu alitangaza kuwa kila mtu atashiriki kwenye ibada ya huduma: kutembelea wagonjwa, kusaidia yatima na kuwasaidia maskini. Alisema, hii itakuwa njia yetu ya kuomba msamaha kwa Mungu. Wakati ibada ikiendelea Mtoto yule wa kike aliyemletea mkate asubuhi akakimbilia hadi kwa mzee Rashid, akamkumbatia na kusema babu, nimejifunza kitu leo, Mungu yuko kwa kila mtu. Machozi yakamtiririka tena. Usiku ule taa za kanisa zilibaki zikiwaka hadi alfajiri. Hakuna aliondoka mapema. Kila mtu alihisi amani mpya ndani ya moyo wake. Mzee Rashid alikaa kimya, akiangalia juu, akitabasamu kana kwamba alikuwa amekamilisha ujumbe wake duniani. Wapo wanaotumwa na Mungu, sio kuhubiri maneno bali kuonyesha upendo kwa matendo. Baada ya siku mbili za ibada ile ya toba, maisha ya watu wa mlimani yalibadilika. Kanisa lilianza kuwa mahali pa kusaidia, si pa kujionyesha. Watu walijitokeza kusaidia watima, wagonjwa na maskini bila kujali mavazi wala heshima zao. Lakini ndani ya kanisa kulikuwa na kimya zito. Watu hawakumwona tena Mzee Rashid tangu siku ile ya ibada. Askofu alihisi wasiwasi, hivyo akaamua kumtafuta kwenye kituo cha watoto yatima. Lakini alikuta watoto wakilia kimya kimya. Kiongozi wa kituo alisema kwa sauti yenye huzuni, Mzee Rashid aliondoka usiku ule akituachia bahara ya barua. Alisema tusifungue hadi askofu wafike. Askofu alichukua bahara hiyo kwa mikono inayotetemeka ilifunguliwa kwa heshima kubwa. Ndani yake kulikuwa na karatasi iliyoandikwa kwa maandiko ya mkono yenye maneno yaliyopenya mioyo ya wote waliokuwa pale. Ilianza hivi: watoto wa Mungu, sikilizeni, nilikuja tena kanisani si kwa sababu nilitaka kuonekana, bali kwa sababu nilitaka kuwasaidia muone kama Mungu bado anaishi kati yenu. Nilikuwa nimevaa mavazi machafu ili mupime mioyo yenu, si macho yenu. Kuna watu Mungu huwavaa kama mavazi, akijificha ndani yao ili apime mioyo ya wengine. Barua iliendelea. Niliwaona mkinicheka, nikisikia maneno yenu ya dharau, lakini bado niliwaombea kwa sababu niliwahi kuwa kama ninyi, nikiwa na heshima, mali na majivuno, hadi Mungu aliponivua yote ili kunionyesha maana ya rehema. Watu waliokuwa wanasoma barua hiyo walianza kulia. Askofu alishika kichwa chake akijaribu kuficha machozi. Hakuna mtu aliyeweza kusoma kwa sauti tulivu tena. Kila mstari ulikuwa kama kisu cha toba moyoni. Barua ikaendelea. Nilikuwa na muda mfupi duniani na nilitaka kuutumia vizuri. Mungu amenijalia amani, na sasa naenda kwake nikiwa na moyo wa furaha. Msinitafuti maana niko mahali pazuri kuliko haya macho yanapoona. Kisha ikafikia maneno yaliyowafanya watu wote wasimame: Usiangalie mtu alivyo nje, maana ndani yake Mungu anaweza kuwa amekaa. Heshimuni kila roho, kwani hujui ni malaika yupi amevaa mavumbi. Mwisho wa barua kulikuwa na mstari ulioandikwa kwa maandiko makubwa: Kumbukeni, Kanisa halijengwi kwa matofali, linajengwa kwa upendo. Maneno sahihi yakisemwa kwa wakati sahihi yanaweza kubadilisha kizazi kizima. Baada ya kumaliza kusoma, askofu alishika bahara na kusema kwa sauti ya upole. Leo tumejifunza kupitia malaika aliyevaa mavazi ya udongo. Kisha akaamuru barua hiyo ihifadhiwe kwenye kabati la madhabahu. Kama kumbukumbu kumbu ya mafunzo, watoto wa kituo walijikusanya nje wakipeperusha maua meupe hawani. Waliimba wimbo wa upendo waliokuwa wamefundishwa na mzee Rashid, moyo wa rehema hauchoki hata dunia ikimcheka. Siku hiyo ilitangazwa kuwa siku ya Rashidi wa rehema mjini Mlimani. Watu walijitokeza kwa wingi kusaidia maskini, kuosha miguu ya wazee na kugawa chakula kwa wasiojiweza. Kwa mara ya kwanza kanisa likawa hai kweli. Askofu akiwa ameketi peke yake jioni ile, alifumba macho na kusema, mzee Rashid, ulikuja kama maskini, lakini ulituacha kama nabii. Machozi yalitiririka, lakini yalikuwa ya furaha na hekima. Wakati huo huo upepo laini ulipita dirishani mwa kanisa na karatasi ya barua ikasogea kidogo, kana kwamba mtu asiyeonekana aliipapasa. Ilibaki wazi, juu yake mstari mmoja tu: Mungu yuko katika moyo unaosamehe. Wapo wanaondoka kimya kimya, lakini sauti yao hubaki ikihubiri milele. Miaka miwili ilipita tangu mzee Rashid aondoke kimya kimya. Lakini kumbukumbu kumbu zake hazikupotea. Kila kona ya mji wa Mlimani ilibeba hadithi yake. Kutoka kwa watoto yatima hadi kwa wazee wa mitaani, kila mtu alikumbuka tabasamu lake tulivu. Kanisa la Mlimani lilibadilika kabisa. Halikuwa tena mahali pa majivuno, bali pa huduma. Watu waliokuwa wakihukumiwa kwa mavazi sasa walikaribishwa kwa mikono miwili. Moyo wa mzee Rashidi uliendelea kuishi kupitia vitendo vyao. Askofu alianzisha mpango wa kusaidia maskini ulioitwa Mikono ya Rehema. Mpango huo uliwasaidia mamia ya familia kupata chakula, elimu na makazi. Kila mwaka, siku moja ilitengwa kwa ajili ya kumkumbuka mzee Rashidi. Watoto wa kituo cha yatima ambao sasa walikuwa wakubwa waliunda kikundi cha kwaya walichokiita Sauti za Upendo. Walikuwa wakiimba nyimbo walizopenda babu yao, nyimbo zilizokuwa na ujumbe wa msamaha na unyenyekevu. Kila mara walipokuwa wakiimba wimbo ule wa zamani, moyo wa rehema hauchoki, watu walilia, si kwa huzuni, bali kwa shukrani. Walijua walishuhudia malaika aliyeishi kama binadamu miongoni mwao. Malaika hawaji kwa bawa, mara nyingine huja kwa sura ya yule unayemkataa. Siku moja, askofu alipokea kifurushi kilichokuwa kimeandikwa kwa mwandiko ule ule wa mzee Rashid. Ndani yake kulikuwa na sanduku dogo la mbao na karatasi ndogo iliyosema, huu ndio urithi wangu. Alipofungua sanduku Kulikuwa na pete ndogo ya fedha na kipande cha karatasi chenye maneno, ikiwa unampenda Mungu muone katika macho ya maskini. Askofu alishindwa kuzuia machozi, alijua maneno hayo yalikuwa ujumbe wa mwisho wa kiroho kutoka kwa mzee Rashid. Aliamua kuweka pete hiyo juu ya madhabahu kama ishara ya unyenyekevu wa kweli. Tangu siku hiyo hakuna mtu aliyeingia kanisani humo bila kukaribishwa kwa maneno karibu nyumbani, kwa upendo. Watoto wa kituo cha yatima walizuru kaburi dogo lililokuwa nje ya mji, ambapo waliamini mzee Rashidi alikuwa amezikwa. Walileta maua meupe na kuimba kimya kimya, hata udongo unalia ukiugusa moyo wa rehema. Askofu alihubiri siku hiyo akisema Mungu hakumtuma Rashid kwa bahati mbaya, alitumwa kutuonyesha kuwa upendo ni ibada halisi. Watu wote wakapiga makofi, lakini kwa heshima, si kwa kelele. Kuna mahubiri yanayosemwa kwa maneno na kuna mengine yanayohubiriwa kwa maisha yenyewe. Kadri miaka ilivyoendelea, watu walimchora picha ya Mzee Rashid ndani ya ukuta wa kanisa. Akiwa ameshika fimbo yake ya maanzi na tabasamu la upole, chini yake waliandika: alifukuzwa kama maskini, lakini alirudi kama baraka. Wageni kutoka miji mingine walikuja kutembelea kanisa hilo, wakisikia habari ya mzee aliyefunua sura ya Mungu kupitia mavazi machafu. Wengi walirudi wakiwa wameguswa, wengine wakibadilika kabisa. Askofu alianzisha kitabu kidogo kwa jina Mwanga wa Rashid, kilichosimulia maisha yake. Kitabu hicho kilienea kote nchini na kufundisha maelfu juu ya thamani ya moyo wa huruma. Na kila mwaka siku ya kumbukumbu ya mzee Rashid, kanisa lilifungwa kwa ibada moja maalum. Hakukuwa na mahubiri wala sadaka bali kila mtu alitakiwa kumfanyia mtu mmoja wema bila kujitangaza kama alivyofanya yeye. Mwisho wa siku hiyo, askofu alisimama mbele ya umati na kusema kwa sauti ya upole, Tumemwona Mungu kupitia maskini, tumemsikia kupitia upole, tumemgusa kupitia machozi. Huo ndio urithi wa mzee Rashid. Urithi wa rehema na upendo usio na mipaka. Wengine huacha majina kwenye mawe, lakini wachache kama Rashid huandika historia ndani ya mioyo ya watu. Simulizi hii imetukumbusha jambo moja muhimu sana, ni kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa mavazi, mali au jina, bali kwa moyo wake. Wale tunawaona duni, mara nyingine ndiyo wanaotumwa kutuonyesha upendo wa Mungu. Kama umeguswa na simulizi hii, usisahau kushiriki na wengine, maana kila mtu anaweza kujifunza kitu kupitia maisha ya mtu mwingine. Mimi ni MK Mastori, hadithi zenye mguso wa maisha.